Jeshi la polisi mkoa wa Tarime Rorya limeripoti kumkamata Charles Onkuri Ongeta mwenye umri wa miaka 30, raia mwenye uraia pacha wa Marekani na Kenya na ambaye pia ni sajenti katika jeshi la Marekani. Ongeta alikamatwa katika mpaka wa Tanzania na Kenya, eneo la Sirari, wakati akijaribu kuingia nchini kwa kutumia gari aina ya Toyota Land Cruiser lenye namba za usajili KDP 502 Y. Wakati uka guzi, askari polisi waligundua kuwa Ongeta alikuwa na mabomu ya kurushwa kwa mkono aina ya CS M68. Kwa mujibu wa sheria za Tanzania kuhusu umiliki na uingizaji wa silaha, mabomu hayo hayaruhusiwi kabisa kuingizwa nchini Tanzania, hata kama angeomba kibali rasmi. Taarifa ya kamanda wa polisi imesisitiza kuwa aina hiyo ya vilipuzi ni marufuku nchini Tanzania. Baada ya kukamatwa, jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi kwa kumuhoji Ongeta, ili kubaini dhamira yake na chanzo cha silaha hizo. Ushahidi zaidi unakusanywa, kadra ya hatua za kisheria kuchukua dhidi yake kulingana na sheria za Tanzania. Mimi naitwa Friday Mwangomare na hii ni Mbuyuni TV.